Najua natamani kupata pesa, na hapa unaenda kena vikoba. We mtoto, umepata hapo ujasiri wa kuongea na mimi hivyo? We mwenyewe hapo ulipo, mimi ndo nikununulie pempazi ni kuvalisha? Unanisamamisha kabisa, mtu mzima. Aida ya bange kweli, mtoto wangu. Unachekesha sana tulia, wala usiniogope. Unaonekana tu ni jinsi gani unayataka mafanikio mm. Nimeliona hilo, na ndio maana nimekuja, nimekuja kukusaidia ili utashi wako utimie. Ndio. Ah, unajua pale nyumbani kwako <gulia> una watu wawili, na kati ya hawa watu itakubidi mmoja umtoe kafara. Hey! Nani huyo? Nimekuambia tulia, si unataka mambo mazuri? hmm. Hmm? Mlima haupandwi ukiwa lele mama, unatakiwa ukaze. Alafu pia jaribu kuwa msikivu zaidi, punguza maongezi na unisikilize kwa umakini. Kati ya hawa wawili nilokwambia, mmoja anatakiwa aondoke katika uso wa dunia na ni yule mtoto wa kiume. <laughs> sasa dada mimi namtoaje kafara? Pale nyumba yangu kama unavyoiona ilivyo, haina fensi, naenda kumkwafua wapi mimi, mradi nimuumwe, nimtoe kafara? Alafu nyumba yenyewe unaiona, haina hata mlango, iko kama kituo cha polisi eh? Naendaje kumuua? Kila mtu ataniona. Haya, nafanyaje? Dadangu unaonekana ni dhaifu sana, lakini kitu ambacho ukijui wewe ni shupavu

Naomba nimkaribishe mbele. Karibu, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Zamasiku tafanya ibada kwa ajili yako, na baada ya hapo utakaa kwa muda, nadhani mke wako atarudi. Ningependa ndugu zangu waamini, tunyooshe mkono kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu. Baba, nenda ukabariki huyu kijana alopotelewa na mke wake. Baba, naamuru kwa nguvu zako, naamuru kwa uwezo wako e hey, Yesu Kristo, nenda ukamguse mke wa huyu kijana apate kurudi nyumbani kwake mara moja e hey, Mungu wangu, nenda ukamjalie huyu kijana mke wake apate naamuru kwa nguvu zako e eh, Mungu wangu, naamuru kwa nguvu zako e eh, Yesu, nenda ukafanye maisha huyu kijana apate kuishi na mke wake kama mwanzo. Kama ni nguvu za giza, kama ni nguvu za kishetani, naenda kuvunja baba, naenda kutokomeza baba, kwa mamlaka yako e eh, Mwenyezi Mungu nenda kabariki eh, Mungu nenda kaguse, nenda katende, nenda kafanye Amen.

Malkia, wakati natimiza majukumu ulionipatia si, si, si. Kuna mtu ameniingilia katika kazi, anatumia nguvu ya pete. Kazi imeharibika. Ana nguvu ya pete? Ndiyo Malkia. <sighs> Ina maana bado anataka kuniingilia mimi Jabari. Inabidi nirudi ujinini nikusanye nguvu mpya. Haiwezekani! <sighs> Fresh inakwaje? Nasema nini brother, nimekubala sana pete yako eh? Uh, hii pete, hii pete ziko nyingi sana, kama utatembelea kwa masonara unaweza ukaambia kakutengenezea kama hii. Awezi kaniuzia kwa gharama yote ile, mimi nanunua. Hapana, siuzi. Gharama yote wewe sema tu hapo panakupatia. Halafu nimesha kujua ni kwa nini unatumia nguvu kubwa sana hmm? Kuhitaji kuipata hii pete Jitokeze hapo mm, tunaweza kuelewana. Nafikiri unakumbuka niliwahi kukufuata nyumbani kwako kukueleza ya kuwa una nguvu kubwa sana, na kitu ambacho ukifahamu unaweza ukaitawala dunia hii. Mimi ombi langu kubwa, na kuhitaji wewe uungane na mimi. Nguvu zako ukiziunganisha na za kwangu, tutaweza kuitawala hii dunia Hapana, siwezi kuungana na wewe kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kuwasaidia binadamu na si kuwaumiza binadamu. A, unajua huu ulimwengu ni wa kwao, ni ulimwengu wa wanadamu kwa ajili ya kufanya vitu vyao na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hivyo basi siwezi kuungana na wewe. <laughs> Binadamu hawa wasiokuwa na fadhila, punguza dhihaka na ukubaliane na mimi. Nione ni kweli au sio kweli. Ngoja kwanza. Nataka hela mkononi mwangu zijae hela. hmm. Ngoja mm -hmm. Nataka simu zile sijui iPhone zile, lakini za karoti zile, zile. Mm -hmm. Mm. Mm. Yule jini mwongo sana yule ha. Kanipa mishoti yake pale sokwa na mbela la nyuma ili nalo liomba la mwisho, isipowezekana basi mimi napenda kula, alafu namu ya chipsi bala. Mwanangu hata hayupo hapa, niko peke yangu, wala nguruwe poli hayupo. Ngoja yes. Sasa nataka chipsi na kidaili kilichonona vipilipili kwa mbali vikachumbali vikachumbalimba vidivungwa na vichuvi mbi. Hey! <laughs> <laughs> <Hey! laughs> Hey! Umwaka watakoma mtume. Hey! <laughs> mwaka huu watakoma. Kumbe hata nikitaka mume wa mtu nampata eh? hey! hey! hey! hey! hey! hey! navikwafua hivi ka shote vimate vinantoka na vikwafua mpaka basi ha. Kumbe nitakalo litaka nalipata, nitafanya anavyo vitaka. Ile iPhone itakuwa iko mbali Marekani, sio hapa. ah, mm. Mm-hmm. oh. Hapa nhapa noaggea kinginezi tafadhalini. Haya, nimerudi tena, nataka ugali na mchuzi wa kuku na marage ya nazi ha. Ha. Hey. Alo, yuko fasta wa moto. <laughs> ha. Hey. Jamani, u mwaka mbona mi sisemi jamani. mkubwa wangu, njaa lakini sinajua. Mi nanjaa mkubwa, afu msosi leo naona mwingi wa ugali wa chips kuku, lafu mi nanjaa mkubwa, pua zimekutanuka kama mishimo ya maji. Atoka hapa lakini mamkuu, toka hapa mbele yangu. Dada, habari yako dada? Salama za kwako. Safi bwana. Yesu asifiwe. Amina. Nimekuja na maji haya ya kukupatia, maji ya baraka, maji ya uzima, maji ya uzima. Ndio. Haya maji yameombewa maombezi makubwa sana, na hii ni kama nuru imekushukia, naomba pokea ya maji ukayatumie, na nakuahidi kila kitu chako kitakwenda kufunguliwa kilichofungwa. Lakini mi imani yangu hainiruhusu, sijafundishwa hivyo kabisa. Kwanza nikienda nayo nyumbani, pia wazazi watanishangaa, nimeatoa wapi? Ninachokomba, upokea ya maji na uwendo ukatumie mm. Haya, sawa, moja niachukue, maana dunia nayo imejaa mambo mengi, naweza akanisaidia hapa na pale. Shukrani, nashukuru na mimi pia kwa kupokeaay. So, salama za kwako, unauhakika na hicho ulichokishika? E, maji nimepewa haya na pasta ya upako amesema yanasaidia kuondoa shida, na mimi nani tena. Kachukua. Hayo sio maji. Eh? Auamini kwa macho yako ya kawaida unaweza ukaona ni maji, lakini kwa macho ya upande wa pili sio maji. Kwa kaka, sema kweli, Mungu. Mungu siyo. Kwa napeleka nini nyumbani mimi? Kaka, asante Mungu, asante. Umeamini sasa? Siku nyingine usipokee vitu kutoka kwa watu ambao huwafahamu, kwa sababu inaweza kukuhatarishia maisha. Asante. Mimi nimekuja kuuliza juu ya swala nilowaeleza, kwa sababu yamebaki masaa mawili tu ya kumaliza. Neema, Muwe mm -hmm. Mue, muwe kabisa. <laughs> Maamuzi mazuri sana. Hatuwezi kuhangaika na kitu ambacho hakionekani. Hapo je? Inabana au inaumiza? Oya, vipi flashi? Sasa mwanangu, mbona bi mkubwa wako siku zile, mimi nimemheshimu kutokana na wewe tu eh, yani kwa kufukurumisha na vile mimbaombao, ile mimi nimemheshimu wewe wewe tu, ila mimi siku nyingine kukutana nayo ile mimi nambwaga hapo. Alifanya chochote nini? Sasa mwanangu, umekiona hiki eh? Nimekiona. Unaonaje siku moja moja ukakipiga hiki? Kwani ni nini niku? Ah, hiki inaitwa stress, no stress no more 16 No stress, no more. How? It is smoking. Smoking. Yeah. Yani kumwona kipige hiki atalebi mkubwa wako le anakuoneonea unamwona jau tunampotezea. Sema kweli msho nachanganyana akili. Akichanganya kitu yani kinakupa system, yani kila mtu unamwona kama unamwezani kweli nikae na amani kweli au nikupe kidogo. Mama, nikuulize swali? Eh. Mbu nini usikii? Yani, ukishachukua hiyo ukishasha pale pale, ukipiga ukipulizia tu, mbu watu wanayayuka, amna kitu, unajikuta washajikuta Marekani ya hapa hii. Sama kibaiti, unatuwasha hapa ah, kidogo hapa. Nimesahau lighter hapa, kidogo eh, lighter hapa sini wewe. Kwa hiyo kumbe hii ndo tabia yako. Unakuja unakaa kijiweni mnavuta masigara bwege alafu, unakuja kwangu mimi, unalalamika mama yako mkubwa anakutesa. Mimi sioni kama mama yako mkubwa anakutesa, naona mama yako mkubwa anakurekebisha, anakufundisha. Kwa hiyo tabia lilokuta nayo sio nzuri, na we kijana wendo unanyaribia mdogo wangu eh. Mi sijamfundisha, kwani mtoto mdogo aelewe vitu hivi? Jesus, oh Mungu wangu, yani unanijibu kabisa kirahisi rahisi na wewe umri wako unaona ni sahihi kabisa wa kutumia hivyo vitu. Yeah.